Wateja wa benki ya Chase wanaendelea kukadiria hasara ikiwa siku ya sita sasa tangu iwekwe chini ya mrasimu. Charles Maina, mmiliki wa kinyozi na mwajiri wa wafanyikazi kumi, sasa amelazimika kutafuta mbinu mpya, kwani hela zake zote zimo kwenye benki ya Chase. Kamche Menza alikutana naye kupata hisia zake kuhusu suala hilo. Ndio shughuli ya kumpa riziki anayosadiki Charles Maina, yapata sasa miaka kumi na minane. Mwanzo wake ulikuwa hafifu, ila kwa azma ameipanua biashara hii. Kapashon ile niko nayo ya kunyoa ni kitu ambacho sijaanza leo ama jana, ni kitu ambacho ilitoka kutoka kwa baba yangu. Babangu alikuwa alikuwa kinyozi, wale wa chini ya mti ila mawazo ya jinsi fedha zake zilivyokwama katika benki ya Chase siku sita sasa tangu iwekwe chini ya mrasimu bado yanamzonga. Ameajiri wafanyikazi kumi hapa nao huwalipa kila mwezi. Na hiyo ndio ilikuwa kila kitu yangu, kama ni kulipa hii place, hii place shop, nilikuwa nikitarajia pesa kulipa wafanyikazi, kulipa kila kitu juu niko na mahitaji zangu, familia ndio wao wananiangalia. So, walinipata off guard. Anasema fedha zake zote iwe ya akiba au hata zile za biashara alizihifadhi kwenye akaunti ya Chase na sasa mikono yake ni mitupu. Chumba hiki alichokodi hulipa zaidi ya elfu sabini kila mwezi. Wafanyikazi wake wanasema wamemwelewa. Nilijikaza juu sikuwa na kitu ya kufanya na lazima tuendelee na kazi. Although nilienda nikaongea na mwenye mwenye shop nikamweleza nik, na ni mtu understanding na undestanding, nikamwambia nitamsort nita once mambo ikisha kuwa sawa. Ukiingia hapa, hii kampuni inatulipana Chase Bank Sasa ukiingia hapa, lazima ufungue Chase Bank. Na the moment niliingia hapa, nilifungua Chase Bank. Tumekuwa na Chase Bank since June up to now nsava enye tulisikia imefungwa ilitoafe sana. Kwa sasa hela anayopata ni mkononi mdomoni, asijue pa kuelekea. Ndio kilio kilicho na maelfu ya wateja. Si mara ya kwanza kwa utata wa benki aina hii kuonekana, huku msukumo ukiwa ule wa kuchukuliwa hatua kwa mameneja, kando na kutafuta mwelekeo wa kudumu kuwapa Wakenya na wengineo imani na benki. Kamche Menza KTN, leo, Nairobi.